Kijana kumtamani mama yake na kumchinja, hiyo sio habari ya kawaida wala si stori ya kawaida hey. Anyway, hiyo sio pointi yangu, but point ni what's the main problem, nini inaweza ikawa shida bamasaid, nikaona kwamba watanzania tuko nyuma sana na education ya afya ya akili. So I have to break it down for this ili tuweze kuunderstand ku Tunaishi kwenye jamii ambayo kila uovu tukiuona tunakimbilia kusema ni shetani ama bangi. Lakini tukubali ukweli, watanzania wengi hawana elimu juu ya afya ya akili. Watu wakianza kuonyesha tabia zisizoeleweka, badala ya kuwachunguza, kila mtu anakimbilia kusema ni shetani ama ni bangi. Ni kweli, Bangi inaweza kuchochea baadhi ya tabia mbaya katika jamii, lakini bangi si chanzo pekee cha tabia hizo. Mara nyingi kuko na matatizo ya ndani ambayo ni msongo wa mawazo, malezi duni, trauma, na hata kukosa msaada wa kisaikolojia. Bila elimu ya afya ya akili, hatuwezi kuwa salama kama jamii. Listen. Tunahitaji elimu na sio lawama. Afya ya akili ni jambo halisi, sio suala la ushetani. Tuanze kuelimishana, tuanze kuzungumza, tujifunze afya ya akili.